Du, du, du, du. Leo ni mwendo wa action tu sasa. Nakwenda kukusanua kuhusu movie inaitwa The Hewate. Hii si tu movie ya kawaida, ni movie na akisi mabadiliko barani Afrika, siasa chafu, rushwa na deep state. Tunakwenda kuona hadithi ya wanajeshi wa zamani Tony Bright, ambaye nchi inaamini kuwa alifariki, lakini anarudi akiwa hai na anateka hoteli, hoteli ambayo waziri alikuwa kwenye kikao muhimu cha majadiliano ya fedha za mradi kwa ajili ya kuzuia maskini kwa wananchi wa nchi hiyo, ni takribani naira milioni 300. Tony Bright ana dhamira ya kuhack system na kuweza kugawa hizo fedha kwa wananchi maskini, lakini katika hali ya sintofahamu ya wananchi waliokuwa pale Alijitokeza waiter mhudumu wa kawaida katika hiyo hoteli anayefahamika kama Apos, akifanya harakati za kuokoa raia katika hiyo hali ya taharuki, na bila kufahamu dhamira ya Tony Bright. Je, yuko sahihi? na ungekuwa wewe, ungekuwa upande gani? Upande wa yule mhudumu anayejaribu ku rescue situation, ama upande wa Tony Bright hmm? Usikose kama hujaangalia, akaitazami na usikose kuacha comment kama umeangalia, na unaonaje, maoni yako. Usisahau kufollow, kulike this page na kumtumia rafiki yako. Bye. Tukutane video ijayo.